Lakini insha Allah bi idhnillahi taala e, changamoto ni kidogo sana. Alafu pia ndugu zangu katika iman pia nirudi katika e, nani yetu ya jana. Kuna jana kuna kitu kimoja tulikiacha ambayo ilikuwa ni ile, nimesema tulisema ni tee marbut <coughs> Naam, tuzime kamera zetu. kuna hii teja na tulikuwa tukizungumzia, tutaanza na leo insha Allah, alafu tutafanya revision ya kipindi chetu cha jana na tutaendelea mbele mpaka ambapo usiachi watu wote, katika baadhi ya hurufu kuna hii te hapa hi Jana tuliielezea shajara ta hii tee inaitwa tee marbut. Kama nilivyosema te hii uh, huwa eh, ina, inakuwa ina haionganishwi na herufi nyingine, yani haionganishiki hayonganishi, na herufi nyingine. Alafu pia te hii sifa yake huwa inakaa mwisho na inakaa katikati, inakaa mwisho na inakaa katikati. Sifa hii tee nyingine hii te imeitwa te marubuti, ni kwa ajili inasimama kwa dhamira ya kike, inasimama kwa ajili ya dhamira ya kike. Alafu pia hii te sifa yake nyingine, uh, ukikutana nayo kwenye Qur'ani ikiwa katikati ya aya au katikati ya neno hausimami, unapita moja kwa moja. Ukikutana nayo katikati ya aya au katikati ya neno unapita moja kwa moja au simami. Ikiwa mwisho, basi ndo uta, uta, utakomea kama iko mwisho. Na ite inasimama kwa ajili ya dhamira za kike, inasimama kwa ajili ya dhamira za kike. Alafu pia hite ikiwa katikati ya herufi, ikiwa katikati ya neno au ikiwa katikati ya aya, au simami, yani utakiwa usimami, unapita moja kwa moja, ndo kazi ya hii ta u marbut. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana okay. Kama tumeelewana basi, tutarudia somo letu hapa kwa uchache, lakini kule asilimia tisini na tano ya walosoma almost ni wanawake na wamesoma vizuri masha Allah, Allahumma barik fikum Allah awazidishie kila la kheri ehe, lakini naona tuendelee hapa kwenye tha. Bismillahi rrahmani rrahim

Fathaa, a, a. Ba, a. Tha, fatha tha. Tha. Ba tha fatha tha tha baa tha. Kuna ikhwani ndugu yetu mmoja katika iman alisema, kidogo tuende naye taratibu, anajaribu kwenda naye taratibu. Hii ni mim mim ina fatha kwao, kama mim ina fatha tutasema mim fathama ma, ma tha fatha tha, tha. Lam fatha la, la. Mathala, mathala. Ba fatha ba, ba. Ain fatha a, a. Ba tha fatha tha tha baatha ba, ikiwa imeunganishwa hapa inakuwa mathala, hapa inakuwa baatha kama kawaida. Ba fatha ba no mim fatha ma.

inakuwa kama imekunjwa fulani alafu chini ina nukta yake. Jim fatha ja, mim fatha ma, ain fatha jamaa. Umeona hiyo aini ilivyokunjwa wakati wa kuunganishwa, imekunjwa kinamna fulani ehe. Alafu hapa ni wau fatha wa wa, jim fatha ja ja, waja, dal fatha da da

ambazo zimeunganishwa na fatha juu yake. Hizo ni herufi ambazo zimeunganishwa na fatha juu yake. Haya, nitarudia kwa kuzisoma hivi hivi tu, tarudia kwa kuzisoma tu hivi hivi, ehe, ili walau watu wapate konsepti. Mathala, mathala ba'atha

Da. Okay. Okay, nadhani hapo utakuwa tume, tumepata concept kidogo zangu kwa imani, nadhani hapo utakuwa tumepata concept kidogo. Tumepata concept na tumeelewa, maana ni zinaeleweka tu. Zinaeleweka basi nikaribishe, kama kutakuwa kuna maswali, tunakuwa speed kidogo maana Naona inaeleweka kama kutakuwa kuna swali lolote lile, namna utoaji ya e herufi na utamkaji au kama kuna chochote ambacho e, kinahusiana na hilo darasa letu au darasa lilopita pia. Bismillah. Muksini Ayubu: bismillah, Mwalimu, samahani kidogo nilichelewa, ndiyo naomba kidogo mrejeo. <laughs> Mrejeo wa uh, kwanzia wapi ndugu yangu? Kuanzia leo, somo la leo. Okay. Somo la leo ndugu yangu, tumeanza na mwanzo kabisa. Kuna swali jana liliuliza kuhusiana na ta marbut. Kwa hiyo tumesema ile tee marbuti ni ile tee hapa ambayo jana nimeonyeshea, hii hapa, hii tee hapa, tee ya mduara, ta ya kukunja ta marbut, tumesema hii te inasimama kwenye dhamira za kike. Hiyo te inasimama kwenye dhamira za kike, na kama jana tulivyosema, hii te haisimami n, yani haiunganishiki na herufi yoyote ile. Pia hiyo te uh, ukikuta katikati kat ya neno au katikati kat ya aya au simami unapita nayo moja kwa moja, unapita nayo moja kwa moja. Ina maana katika usomaji wa herufi, katika usomaji wa aya au usomaji wa, wa neno utakapokutana na hii taa marbuta, nadhani hapo nitakuwa nimeeleweka. Jana iliulizwa. Okay, basi leo tunaendelea, unaendelea na tuliendelea na darasa letu hili hapa ambalo ni

Najua wanafunzi wangu hawakosi maswali, shehe. Naam. Ni nikuombe kitu, tujapokuwa sijajua mwenzangu atachukulia kwa nini nimeuliza sawa, lakini napenda twende naye sambamba yule bwana okay, jana aliyesema yuko nyuma ndio, na alikuwa haelewi kitu ndio hivyo, ningeomba ujaribu kumtanguliza yeye kwa kumuuliza kwa sababu sisi tunaenda, angalau tusimwache nyuma sana. Ila okay. sinifikirie vibaya kwamba nimesema hivyo eti kwa kuwa ye yuko nyuma, la hasha, ni kwa kutaka tu twende naye sawa kwa sawa. Naam, nadhani ni brother Juma Joseph, brother Juma Joseph mashaallah. Je, eh, uko hadhir pamoja na sisi kwa kile ambacho tumesoma? Naam, Sheikh Ayubu amekupendelea, amekupendelea Kheri, amesema we ni ndugu yetu, jana uliweka uli wazi, bana, mimi kidogo na changamoto ndo nimeanza, ndo sijui kabisa. Kwa hiyo kakupa kakupa upendeleo, nafasi ya upendeleo. Tuanze kukuli za ndugu yetu. Je, tuko pamoja dada hawa? Naona kuna mkono kuna mkono. Mwalimu samahani, nataka kwa mesema kwamba hiyo inasimama badala ya kike, ina maana hiyo inakuwa kama vile kwenye Kiingereza shina hii au... Ehe, sasa kidogo kwenye Kiingereza inakuwa ni tofauti, unajua Kiingereza inasimamaga yenyewe kama yenyewe, yani kwenye Kiingereza inaweza ka inanyumbulika, lakini Kiarabu kidogo inasimama yenyewe, yani dhamira inasimama yenyewe kama yenyewe. Kwa mfano, hia, kwa mfano ni anti ni anti, kwa mwanamke ni mwanamke tu Eh, yeah. Kidogo inakuwa ni tofauti na Kiingereza lakini inakuwa tu kwenye zile dhamira za kike ndo hiyo te marubuti inatumika. Nakushukuru. Karibu dadangu. Ok, okay. Brother Juma, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru kwa brother Ayub hapo kwa kunikumbuka naam, na. Lakini niko sambamba, niko najaribu kuokota okota, niko sambamba na, na darasa. Mashallah, barakallahu fika, shukran ndugu zangu, tujitahidi sana eh, kufanya revision tukiwa wenyewe, maana uko mbele mambo yatakuja kuchanganyia, alafu mwisho wa siku eh, utajikuta unapata uzito kidogo kwao, tujitahidi kidogo. Naam, baada ya feti, naona kuna mkono karibu. Asante, mi nauliza kwa sababu somo la jana bado haujatupa maksi. Kwa maana hiyo, tutasoma tuunganishe la jana na la leo. Kwa wale ambao washakutumia, washa yani voice wa Yani wajitahidi kesho watume voisi zingine tofauti na zile, au wataunganisha yote mawili? Okay, kuna baadhi me ya watu nimeweka max mia mia, sijatuma voisi, lakini nimeweka max mashaallah, mia mia, na maana watu wamesoma vizuri, lakini mm -hmm. eh, kwa, kwa, kwa maelezo yako na mimi nakujibu watume. Kwa wale ambao hawajatuma, watatuma wataunganisha na hii, lakini kwa hii insha allah Eh, iwe kidogo eh, voices ziwe nyingi kidogo. Kwa upande wa wanaume, wanawake masharta anajitahidi, lakini kwa upande wa wanaume eh, eh, nadhani kwa wanaume bado bado wanakuwa ni wazito sana. Inshallah tutawasubiria, tunajua wenzetu wana majukumu ya barabarani mengi, ndio maana sisi wanawake muda wote nyumbani ukipata ki fursa unakaa na kita na kitabu chako mashaallah. Tutawasubiria inshaallah. Okay, brother Haruna anasema asalamu alaikum, naomba maswali ya mwisho wa kipindi. Nadhani bado tunaendelea na darsa ok. Nimekaribisha maswali yaulizwe kutokana na kile ambacho tumekisoma. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza nashukuru mwalimu, umenielekeza maanake nikuwa na na kila navyotaka kuuliza maswali kidogo ilikuwa inanisumbua nanisumbua, imaiki alhamdulillahi, nashukuru kwanza kwa hilo swali. Mashaallah, barakallahu fik. Nilikuwa nataka kuuliza mwalimu, ni katika haya masomo tunaosoma kwa ujumla mm. Tunakuwa, tunasoma kwa voice. Sasa yeah. Nilikuwa pia nataka kuuliza, nataka kufahamu na nilikuwa napenda kujua kwamba tunaweza pia tukawa tunaandika kwa sababu kusoma asilimia kubwa tunaweza tukawa tunasoma lakini yeah. Swala la kuandika wakati mwingine linakuwa kidogo utata, hasa kwa mimi naweza katisemea, mimi napenda sana kuandika, lakini namna ya kuandika sijui. Yani unaweza ukanipa nani nisome na soma, lakini sasa namna ya kuandika na kidogo ninakuwa mzito, hata jinsi ya kuandika. Sasa kwenye hii kwenye hii program tunaenda vipi? Ni hiyo tu voice au tutakuwa pia tunaandika? Na tukiandika pia tunafanyaje? Okay dada Feti, mashallah, shukran kwa swali lako. Naam, sasa nitashauriana na, uh, na mwalimu wenzangu Najash, inshallah, tuangalie tunawezaje tukawasaidia kwenye upande wa uandishi. Kwa hili kuna watu wanapenda kuandika na wanataka wajifunze kuandika ili kwa malengo ya kuku, kujikuza ki, ki kielimu zaidi kwenye kuandika pamoja ili wa, wawe pia ni baba wazuri na, na wamama wazuri katika jamii yao na, na familia yao E, pale ambapo mama unashika kitabu unaandika vizuri na unaandika utamfundisha mtoto wako, na namna pia ya kuandika baha, inakaa kama, inakuwa kama, hivi. Kwa hiyo mtoto naye anaelewa. Kwa hiyo mama kujifunza na baba kujifunza pia, mtoto naye atajifunza e, kupitia baba na mama. Kwa hiyo tutaangalia njia nzuri ya namna tutakavyoweza kuwa, kuwasaidia na ustadhi Najash, inshaallah. He, haya, karibu haya. Maswali ya darasa jamani, tuendele na maswali ya darasa, maana bado kipindi kinaendelea. Brother ametukumbusha lakini, ni miongoni mwa haya hapa. Tuje kwenye nifafanue kitu hapa jamani, kwenye hili neno amala. Ah, umeona ihe pamoja na mimu ilivyokunjwa mim pamoja na hee ilivyokunjwa, nime maximize vizuri, ili iweze kuonekana. Mim pamoja na hee ilivyokunjwa, umeona? Hamala, mimu imeko chini chini hapa, he iko mwanzo. Hamala, mimu tumeiona vizuri hapa, inaonekana na baadaye unaweza kukuta herufi moja nini, aya moja ya Qur'ani kuna mimu zaidi ya tatu mpaka nne. Mimu zaidi ya tatu mpaka nne, labda kwenye aya moja, na zimeungana ungana ungana, labda zimeungana baada ya ya, ya herufi moja nyingine, kuna nyingine. Kwa hiyo hii siwachanganye sana, wewe unachotakiwa kujua, ujue namna gani mimu inavyokaa hapa, muone hamala na hii he ilivyo, mtu mwingine anaweza kukutana naye huko au kusema eh, hii ni herufi gani? Mbona imekaa kama pasi? <laughs> imekaa kama pasi ehe. Kwa hiyo ukiona kama imekaa pasi, kama unaona imekaa kama pasi jiwe, ni he. Alafu hapa chini kuna mimi kwa, ni hamala. Jua hilo, angalia mimi kwa nayo makini. Ah, tuje kwenye herufi nyingine eh, jamala hivyo hivyo Jim ina nukta moja chini, ile ha haina nukta, lakini hapa jim ina nukta moja chini. Kama tunavyoona inaonekana kabisa, jamaa. Na hii aini inaonekana ilivyokunjwa, jamaa. Maona aini haijawa hivi moja kwa moja, aini imeenda ikawa inakunjwa, yani aini aini haijawa moja kwa moja hivi, imeenda ikiwa imekunjwa. Kwa hiyo hapa lazima tuwe nayo makini. Hii aini lazima tuwe nayo makini hii. Hapa aini lazima tuizingatie. Umeona, lazima tuizingatie hii aini. Kwa hiyo haijaenda moja kwa moja, yani ijawa hivi jamaa, haijaenda ikiwa hivi moja kwa moja lakini imeenda ikiwa imekunjwa kama hivi, hiyo ndo jamaa. Alafu hii maraja maraja mm -hmm. Katika miongoni mwa herufi ambazo tulisema huwezi kuunganisha ni pamoja na hii re, mm -hmm. Kwayo, hii re umeona, haijaunganishwa. hizo tu ni faida tu, tunaendelea kutoa hee kama hivyo. Kwa hiyo hii tuizingatie jim ina nukta moja chini mbele yake kuna mim. Isituchanganye tukasema hii ni nini, hii ni mim, kama ilivyo hapa mim. Hapa tunaiona hapa kama tunavyoiona, na hii hapa ni aini tu, kama ilivyo kawaida. Tuzingatie hizo, ili baadaye tusije tukapata mushkil kidogo, tukasema he, hii ni herufi gani? Nikija hapa kwenye baatha ikija hapa kwenye baatha, baatha hii hapa baatha. Umeona aini ilivyounganishwa hapa, aini hii hapa, hiyo ni aini. Yaani wewe kaa iangalie, iweke kwenye kichwa, iweke kwenye, iweke kwenye kichwa milele daima dawa kwamba hii ni aini. Naam, swali nimeona. Dada Fatha, Fatima ha, nimesha, nimesha, nimesha okay, okay. Kwa hiyo hii aini iweze kuzingatiwa baatha baadaye, maneno huko akishachanganyiwa hii eh, eh, ni herufi gani? Mfano uko chini tutakutana nayo tu, uko chini kwenye mifano mingi akutana nayo utaanza kusema hii eh, ni herufi gani jamani, mbona imekaa kama ngalawa mwingine, mbona imekaa kama pasi mm. Eh, mfano mfano tu kama hapa ya alamu, umeona, hiyo ni rahisi. Koja, tutafute mfano mmoja mgumu ili watu waweze kuzingatia mapema kabla ya mambo hayajawa magumu mfano huu hapa umeona mfano huu hapa huu hapa mavaa jihj umeona hii aini ilivyo hapa uweza ukakutana nao ukasema eh, hii ni nini lakini kumbe hiyo ni aini kwa hiyo hata sisi tunaweza kusisitiza zaidi mwanzo hizi herufi za kuunganisha, mtu uwe nazo makini kama hizo ambazo ni za ku za kama vile zimekaa, kama zimekaa kama vile sio kama asili yake mwanzo, kama aini hivyo mm -hmm, kama ilivyo ile jim ilivo.